Angaza Mheshimiwa Mwenyekiti, wamechukua kampuni ya kutoka Kenya ili kukusanya maegesho ya magari Dar es Salaam. Pia vile vile, hawatumii mashine za EFD kukusanya pesa na kutoka shilingi mia tatu kwenda mia tano Hivi kweli nchi nzima na watu milioni hamsini wamekosa kampuni yote katika nchi yetu mpaka kuchukua kampuni ya Kenya? Mheshimiwa Waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kesi, mbunge wa Mkasi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Kesi, naomba nichukue konsani, lakini inavyojua ni kwamba jiji la Dar es Salaam katika suala zima la ukusanyaji watu wa, wa manispaa ya Ubungo, manispaa ya Ilala na manispaa ya Kinondoni hizi halmashauri zinakusanya lakini kwa ukubwa wake katika manispaa ya temeke na masuala ya Kigamboni, halmashauri ya jiji inaweza kusimamia jambo hili. Hili suala la kampuni kutoka Kenya, nadhani huo ni mchakato wao, nadhani lakini ninavyojua ni kwamba kuna utaratibu ambao maalum jiji la Dar es Salaam limefanya utaratibu kwamba kila manispaa kuna utaratibu wa kukusanya hasa Ilala, Ilala Kigamboni Kitemeke na Kigamboni jiji lenyewe linasimamia, lakini Ilala, Kinondoni na, na Ubungo kwa taarifa nilizokuwa nazo ndo wanasimamia hiyo, kama ni wakala wa jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo, Mheshimiwa kesi, ni kwamba hii kampuni kutoka Kenya, nadhani hizi taarifa tuzi check zaidi, lakini inawezekana ni taarifa za kimagazeti zaidi kuliko ni uhalisia waku